Asema ni sawa, Bad Nation wanashinda, lakini Mario bana uwanjani mm -mm, sio? Niko na habari njema ni kwamba nitatokea benchi leo, nitatokea eh. Au utatangulia? Misuli kidogo imeshakaa sawa, kama alikamwe imekuwa ghafla. Yani jana wamemtoa kwa wozu, leo yuko, utendaji wake kazi ni mzuri, so nilimwaahidi ni, nikamwambia baada ya hii mechi fanya kazi kwa ana mkataba miaka miwili Bad Nation. miaka <laughs> miwili yeah. Alafu mbona wozu tena nimemwona kwako bench? hapana. hapana. hapana. Ozu ni jitu. Yeah. Ozu <laughs> ile jitu. naweka okay. tu ile zed lakini jitu ni yeye peke yake. Ah. Yeah. <laughs> ile zed yeah, na Okay. Bana ndo hivyo. timu ya Marioo Bad Nation inaingia uwanjani hivyo, na kama unavyoona kocha wao alikamwe na yeye pia ameongozana na wachezaji wake hapo, wanasema wanaenda kukiwasha huko ndani. E, leo mambo ni machache tu katika kuhakikisha watu wanapata ushindi. So ndo hivyo, Bad Nation wanaingia uwanjani.

So, pasi zako kama tunaziona huko ndani ndio hivyo yani mimi naingia sama mimi mchezaji wa sabu, sabu. Eh, yeah. <laughs> Aa, mimi mbaya sana ikitokea sabu kuliko ukianza mbaya wapi mimi hapa sabu. Sabu. <laughs>